Huwezi kujua kusudi la Mungu lipi kwenye maisha yako, na ndio maana tunasema lazima mtu aokoka, jenga ushirika na Mungu sana hai. Halo. Wewe rafiki yako ambaye hamjaongea wiki tatu au hamuongei kabisa. Utamshirikisha mambo yetu jambo? Eh? Utamwambia siri za nyumba yako? Utasema aje? Tumekutana tu barabarani, eh, wewe na familia yangu mjenge barabarani japo. Utamweleza hizo bado? Au mmekutana tu kwa mara ya kwanza ba, "Nilikuona juzi ulipita kule. Watoto wangu wanahitaji mambo ya shule." Ni kitu peto kiwezekana. Kwa Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine hata makanisani watu wanashindwa kuomba, wanashindwa kumgusa sawa sawa, sawasawa. Hatuna ushirika na Mungu kwa sababu hatuna no, ushirika na Mungu. Hata ukiingia kwenye maombi unachoka kwa sababu ushirika na Mungu hamna. Ifike mahali

Sisi mwambia kuwa na ushirika na Mungu. Mwambia usipende kuwa na ushirika na wanadamu wengi kuliko Mungu. Ifike mahali wewe na ushirika na Mungu halafu wanadamu wachache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu. Kwa sababu ui hauna ushirika na Mungu na Mungu hajakupa maarifa ya kuongea naye, onapeleka tusiiza unalika tusiriza. Bwana Yesu asifiwe.